Bwana awe nanyi. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Sura ya nane aya ya kumi na mbili hadi ya ishirini. Yesu aliwaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Basi Mafarisayo wakamwambia, wewe unajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wako si kweli. Yesu akajibu akawaambia, mimi ningawa ninajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu ndio kweli, kwa sababu najua nilikotoka na niendako lakini ninyi hamjui nilikotoka wala niendako. Ninyi mwahukumu kwa kufuata mambo ya mwili, mimi si muhukumu mtu. Nami nijapo hukumu, hukumu yangu ni kweli, kwa kuwa mimi si peke yangu, bali ni mimi na yeye aliyenipeleka. Tena katika torati yenu imeandikwa kwamba ushuhuda wa watu wawili ni kweli mimi ndimi ninayejishuhudia mwenyewe, naye Baba aliyenipeleka ananishuhudia. Basi wakamwambia, yuko wapi baba yako? Yesu akajibu, mimi hamnijui wala baba yangu hamjui, kwa kama mngalinijua mimi mngalimjua na baba yangu. Maneno hayo aliyasema alipokuwa akifundisha hekaluni katika chumba cha hazina, wala hakuna mtu aliyemkamata kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Neno la Bwana. Wapendwa wana familia ya Mungu, Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni jumatatu ya juma la tano la Kwaresma. Injili yetu ya leo imetupatia wazo kuwa Yesu ni nuru ya ulimwengu. Bwana wetu Yesu Kristo anawahakikishia Mafarisayo na waandishi kuwa yeye ni mwanga wa ulimwengu. Kama jua linavyoangaza dunia nzima ni vivyo hivyo kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hamna maisha katika dunia hii bila uwepo wa jua. Bila uwepo wa Yesu pia kwenye maisha ya wanadamu ni mateso, kwani wanadamu hawatatembea katika njia sahihi, yaani njia ya kweli. Yesu ameonyesha jinsi ushuhuda wake umekamilika kwani mungu baba ndiye aliyempeleka katika sura nzima ya nane ya injili ilivyoandikwa na yohane jina la baba limetumika mara ishirini na moja yesu akionyesha dhahiri kabisa kuwa waandishi na mafarisayo walikuwa mbali na baba yake wa mbinguni kwa sababu ya maisha yao ya dhambi nasi ndugu zangu tunapoendelea na kipindi chetu cha kwaresma Tunaendelea kukumbushwa kuwa dhambi inatuweka mbali na Yesu na inatuletea giza. Ni mwaliko kwa kila mmoja wetu kujibidisha kutoka katika giza la dhambi. Njia ya kwanza ni kujikubali kwamba tumekosea na tupo gizani. Halafu sasa tufanye harakati za kumtafuta Yesu kwa kupokea sakramenti ya kitubio. Na tukiwa, sawa, sa, na tukiwa sasa safi kiroho, tuendelee kupokea sakramenti ya Ekaristi takatifu mara kwa mara ili Yesu aendelee kukaa ndani ya mioyo yetu na hatimaye tusafiri katika mwanga katika maisha yetu ya ufuasi. Naendelea kuwatakia mwisho mwema wa mfungo wa Kwaresma. Ni mimi Padri Richard Barnos, wakili paroko wa kanisa kuu la mtakatifu Andrea Kagwa Lindi mjini. Tumsifu Yesu Kristo.